Mbunge wa jimbo la Geita, Joseph Kasheku Msukuma, ameviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kulinda amani na kutoruhusu wanaharakati kutoka mataifa mengine kuharibu amani iliyopo nchini Tanzania. Hakuna mbunge hata mmoja anayetaka kuona jimboni kwake eh, kuna nuka na hakuna, eh, mbunge hata mmoja anayeona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havina kazi. Niombe wanasiasa wenzangu tusiingie disco la Kimasai ambalo hatujui eh, kulicheza na hao wenzetu wanaokuja kutoka Kenya tuwaombe, na wao watakuja wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna hata kitu kimoja cha kujifunza kutoka Kenya. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili na kila kitu tumewazidi, na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele chetu, tuna maisha yetu. Kwa hiyo niombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali watu kama hawa waje kutuharibia nchi yetu. Niombe sana e, huyo mwanga sijui Mwangi na Martha Karua. Hao ndio vinara wa, wa Gen Z eh, kule Kenya wameharibu nchi yao, wamewekwa na wamewekwa ndani, wamekosa kura, wana wamekuja tena Tanzania. Tunaomba eh, wa Kenya hatuna ugomvi nao, wa Kenya ni watu wa kawaida kabisa na tuna ugomvi na wanaharakati, na sisi tupo tayari kabisa kupambana nao eh, katika majukwaa lakini pia majukwaa tofauti tofauti huko majukwaani. Sasa mbunge Joseph eh, Kasheku Msukuma ndio maneno ambayo aliyazungumza moja kwa moja ikiwa ni kama vile alichukizwa na Martha Karua kuweza kuingia hapa Tanzania akiwa kama mwanaharakati kwa ajili ya kuendelea kuipambania siasa ya Tanzania, jambo ambalo yeye mwenyewe akaamua kujump in na kuweza kutoa ya moyoni kwenye bunge moja kwa moja, aliweza kuyazungumza hayo maneno. Sasa kwakoe kama mdau wa siasa kwakoe kama mdau wa social online digital, uko na mtazamo gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Drop comment yako kwenye eneo cha comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha.